Mwenyewe naumia sana, kwa sababu nimeshuhudia mwanangu anapopigwa. Makalala, mwanangu anapigwa mawe. Kobelo mwanangu, Kobelo, naifanya nini mimi? nitaishi vipi kwenye kijiji hiki mimiaa Mazalamo, mitihani ya dunia, mitihani ya dunia, na na Mname, nyamaza ndo mitihani ya dunia. Mitihani ya dunia dunia utamuta, mimi naimba, najifunza sana mama, utakaa pazuri, utakula vizuriialilichababaangui basi jamani, nyamazeni, hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Imetosha kujifunza kutokana na kilichotokea, lakini wewe kijana Kwenye hili tumepata funzo. Ha, mjomba sana tu. Leo umemuona Kobelo tumeenda tumempunzisha pale. Sawa? Isije ikatokea tena na wewe unatoka hapa unaenda kurudia afanya Kobelo. Pana mjomba, mjomba hivi kwanzia, kwa nini kwani ilivyoshuhudia mwanangu tukio? Wallahi billahi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Ay, mimi kwanza leo mimi naacha na saliti kila kitu. Mimi usela, mimi sitaki tena. Sitaki usela. Mimi siondoki Dar es Salaam mpaka nihakikishe baba yangu mwanangu mimi nimeimaliza hapa. Ah, we wewe, utakuwepo hapa lakini zile tabia za Kobelo sizihitaji tena. Sasa basi, na dada yangu naye, malezi mabaya kwa watoto, nilikuwa nakwambia kila siku kuhusu Kobelo, kila siku nilikuwa naongea kuhusu Kobelo. Huo ukawa unatetea watu wote, wanakuja kukwambia habari za Kobelo, naona wabaya, watu wanakuja kukwambia habari za Kobelo, naona wanga. Leo tumemkosa mtoto kwa sababu ya malezi mabovu ya kwako dada, lakini haina budi, tumsomee dua, tumwombee Mwenyezi Mungu ampokee, tusubiri, tumsomee arobaini. Mzee wangu, samani, mimi naitwa Abduli, ni mjombake na marehemu Kobelo, na huyu hapa ni dadangu. Lakini ujio wangu, kuna taarifa dada amenipatia kuhusiana na marehemu Kobelo kwamba kwenye mji wako kuna jambo alilifanya marehemu na hote kwamba maleemu mwenye sasa hivi ndo tunazungumza, tumeshamfunzisha sasa. Nikaona si mbaya niwafike wazazi wenzangu kuona jinsi gani tutatatua hilo tatizo. Kwanza ni kushukuru kwa yote uliyoyazungumza, halafu niseme karibu sana mimi kama mzazi wa binti huyu na umri wangu, nilijishusha nikaenda kumuita kumwita mama Kobelo, mama Kobelo njoo. Nashukuru, shukuru aliniitika, alikuja. Kuna jambo ambalo nilikuwa ninaliona katika maisha, mama hali aliyoiacha mwanao kwa binti wangu ndio kama hivi unavyoiona. Nimejitahidi kusukuma hali hii mimi na mke wangu mpaka kufikia sasa, lakini muda unakaribia, kitapatikana kiumbe hapa, kitakuwa chetu sote. Majibu niliyoyapata yalinitosha na hayafai kusema. Kauli yangu ya mwisho Nilimwambia, mtumbwi huu unaosafiria unautoboa, hivi utarudi na safari gani tena? Hii ni hadithi ya mfamaji yaishi kutapatapa. Mama huyo akaongea aliyoyaongea, sikumjibu chochote, ila nilichomwambia mimi ni kwamba haja ya mja unena, muungwana ni kitendo, lakini na wewe ni mzazi pia. Aliondoka ta, labda niku nikukatisha kidogo, unafahamu huyu ni mzazi wa kike na bahati mbaya mzazi wa kiume wa Kobelo hayupo, kwa mimi mjomba nimesimama kama mzazi wa kiume. Kwa hiyo ujio wangu mimi naona sikumbuke yale yaliyopita. Yali kae hapa tuzungumze kilichobaki na tuone tatizo tunalisolve vipi. Ni kweli kabisa, na haya nayasema ili kujenga njia ya jambo hilo. Hata kujishusha kwangu ilikuwa ni kujenga familia. Nishukuru tu kwamba leo umekuja kwa kuliona hili, niseme tu Mwenyezi Mungu uwezo waliyokupa na atakujalia zaidi mke wangu, ndugu zetu wamekuja. Yaliyopita simbwele, tugange yajayo. Mimi kwa nafsi yangu nimeamua kuwasamehe, nanyi pia nawaombeni muwasamehe, ili mradi tuishi pamoja. Hivi viki rahisi rahisi tu, ni asi, tuwasamehe Eh? Mimi ndio nilishika ujauzito wa huyu binti, miezi tisa nimemzaa kwa uchungu sana, sio wewe. Ulikuwa umefunga tu mkanda wako unapita, tembea tembea huko, mimi wakati nipo leba. Alafu leo nasema niwasamee hao? Eh? Kila kitu hapa ni nisamee, mimi sifanye. Unajua jinsi alivyokaja, alikuja mbogo hapa. Eh? Leo leo huyu anakuja baridi kabisa, yaani difriza hapa, anakuja baridi baridi, nisamee, nisamee, shetani, shetani ila namjua shetani huyu ana rangi gani eh? Alikutana naye wapi kwanza? Ala, wamekuja kwa nia njema kabisa. Niache baba, uwanja wangu niache niseme. Dada yako huyu alikuja hapa yani macho juu, leo simwone hivi, kainama na kingozi cha kondoo hicho, huyo hapana. Ah, tena huyu dada yako nilimwambia mimi neno la mwisho kuwa uja bana wana mavi na siku kibaniwa na maviti utatafuta kichaka. Leo kiko hapa siamembana tokaja hapa kunya, si ndio? Sawa, lakini dada, unafahamu haya yote yanasababishwa na malezi mabovu ya marehemu. Kuna ni mbaya ya kusema kuwa tunamsema marehemu asehemu vibaya, ila kutokana na malezi yako mabovu ndio yamesababisha haya yote, mpaka tunashindwa kuliana na wazee wenzetu Baba, Nambeni misamehe jamani, mwanangu mambo misamehe. Nimetambua kosa langu na yale yote ni shetani tu iye. Na wazazi wenzangu, naomba tuunganishe familia te pamoja, tumlee mjukuu wetu Mwenyezi Mungu akimjalia akijifungua salama. Naombeni mwisamehe, jamani. Mke wangu, waswahili wanasema mpataa umoja kala asala. Tulio wengi tumekubaliana juu ya swala hili, kwa nini basi we upinge? Nakuomba basi, rudisha moyo wako uungane na sisi, tuwasamehe ili tuanze maisha mapya. Mama, kama alivyosema baba wasamehe kutenda kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa. Mama, mama, mama yangu, mama, hebu rudisha basi moyo wako eh? mpaka amekuja kuomba radhi, basi jua nimeshakosea, so na ametambua kosa lake. Mama yangu, sio na moyo huo, tuwasamehe, si ni familia moja sasa inabidi tujenge amani, upendo na furaha, na sio kujenga chuki tena, mwanangu. Hey, mimi kukubalia, yaani hapo ulivyosema neno la furaha ndio umelitonosha, sababu hilo ni jina lako, na wewe sasa unataka hiyo furaha. Basi mwanangu, sina budi kukupa hiyo furaha. Mimi nimekubali msamaa. Haya sasa, kwa vile hili tumelimaliza, we binti hebu nenda ndani kwanza, kaangalia angalie angali, miogo ulete hapa tutafune tafune, hali yenyewe inafahamika sasa hivi hapa.